Nami makala ya kilimo cha parachichi yanarindima tena wiki hii tukiendelea kuangazia sehemu ya pili ya safari ya mkulima Boaz Cheboi kutoka kaunti ya Baringo eneo la Elda Maravin katika kijiji cha Mwachona. Haya ni makala ya kilimo leo nami ni Kamau Waidhakan. Nama, tushafika shambani sasa, ingawa pale ambapo tulikuwa ni shambani, na nimezungumzia kutoka mbegu hadi kuwa mmea ambao tumeuona ukiwa pale, lakini sasa tunazungumzia mti ambao sasa ukiangazia sasa una matunda, na tunaona kwamba kuna mambo mazuri hivi karibuni, taeza kulima, ataweza kuvuna. Kwa hivyo asante sana Boaz kwa kutuleta shambani, na kuna swali ambalo labda nilisahau kukuuliza ji labda miti hii ilipanda mwaka upya, ama katika kilimo hiki cha avocado imekuwa kwa kwa miaka ngapi? Katika sehemu hii Boaz anatuchukua moja kwa moja hadi shambani ili tupate taswira halisi ya kilimo cha parachichi, kuanzia hatua za mwanzo, changamoto, mafanikio, hadi matarajio yake ya baadaye. Boaz Cheboi anatueleza kuwa kwa sasa ana idadi kubwa ya miti ya parachichi aliyopanda kwa mpangilio maalum, akisisitiza umuhimu wa upangaji bora wa shamba. Anasema kilimo hiki alianza miaka sita iliyopita, kipindi ambacho changamoto kuu zilihusisha matumizi ya dawa sahihi pamoja na kukabiliana na wanyama waharibifu. Unasema back 2020 wakati wa COVID ndo ulipanda labda, ukipanda ukipanda miti kwa sababu naona shamba kuna miti mingi. Eh, nimeangalia upande huu, upande ule wa juu, upande huu umepanda ume, miti ngapi avocado? uh, miti mia mbili, mm. themanini na nne, mm. yeah. 284 284 284. Yeah. Na wakati ambapo yes. kwenye miti hesabu nahesabu kuwa ishakuwa tayari sasa hivi. Kama huu mti ambao yeah. uko hapa karibu like na vingine ndogo ndogo ambazo mm. bado umeendelea kupanda kwa ujumla, <coughs> a yeah. miti mia sita, mia sita. Mm. Kuna yule ambaye yuko pale na anauliza, kaunti ya Baringo umezungumzia Koibatek sub county Eldamara V na constituency hapa maeneo ya Mwachoni. Kuna wale ambao ndio kwa sasa ndio wameanza kupanzi wa avocado. Wakati ambapo ulikuwa unapanda hizi avocado, ulikuwa umeenda pale pengine kama huku alikuwa amepanda ama ulipanda tu, kisema, ita, tu ukisema sijui kama tu nipande hii weather itakubali, acha tu nipande take risk. Yeah, bi... mambo ya Mungu, yeah. Yeah. Na baadaye ukakuja ukapata, badai, mm. ukapata mazao yeah. mm. Labda changamoto that time ilikuwa gani? Labda challenges zile ambazo ulipata nazo wakati pia miti mpaka then wa 2020 wanyama eh, mm. eh. yeah, ikuwe Kiwango, mm. kiwa ndogo mm. ah, inasumbuliwa na barafu mm -hmm. yeah. Kwa wakulima wanaonuia kuanza kulima parachichi hivi sasa, Boaz anafafanua kuwa mti wa parachichi huchukua takriban miaka minne kabla ya kuanza kuzaa matunda. Hivyo basi anayepanda leo anaweza kutarajia mavuno ya maana kufikia mwaka wa 2030. Four Years. Four Years, four years, mm -hmm. Katika yeah, unaanza unaanza upanzi, anashauri kuzingatia umbali wa mita saba kwa kila upande kati ya mti na mti, hatua inayosaidia mti kukua vizuri, kupata mwanga wa kutosha na kuongeza uzalishaji. hmm. Hata nikiweka hapa imekaribiana, kwa hivyo hiyo hiyo space ndio iallow the space ya mmea kuweza ku, ku, kujitawala na kukaa na maeneo yake space nzuri yeah. Akizungumza kuhusu mavuno Boaz anasema mwanzoni kabisa mti mmoja ulitoa kilo kumi na tano pekee lakini kwa sasa kutokana na utunzaji mzuri mti mmoja unampa zaidi ya kilo mia moja za parachichi ishara dhahiri ya faida inayoweza kupatikana kupitia kilimo cha kisasa. mwanzo tulikuwa tunapata kilo kama kumi na tano. mm-mm. kwa mti mmoja. kwa mti mmoja. yeah. kwa sasa hivi labda ime... mm. kama huu unaweza kupatia kwa sababu Mm. Mm. pata zaidi ya kilo mm kilo mia moja mtu moja moja. Moja, mm -hmm. Kwa hivyo inamaanisha tuseme kwamba labda uko na miti hata tuzungumzie kumi moja uko na tani moja. Hata hivyo sokoni mambo si rahisi kila wakati. Boaz anabainisha kuwa kuna aina mbili za parachichi kulingana na ubora, ambapo gredi ya kwanza hupendelewa zaidi, kwani huuzwa katika masoko ya kimataifa. Wakati huo ukivuna, tuseme, wakati ambapo ulikuwa unaanza, uh, umesema kwamba ulikuwa unavuna uh, labda kilo 15 wakati huo bei ilikuwa vipi? unauzwa na kilo? Unajua wakati huo tulikuwa tunapatisha bei ya, tulikuwa tumepata kuchukua kadi kwa unapatisha bei, unauza reja, reja tu. Mm. Yeah, watu ambao wanatembea yeah, watu wanatembea. Mm. Mfanyabiashara anaenda kuuza kwa soko mama. Mm. Yeah. Kwa sasa hivi kwa sababu najua kwamba umekuwa hapa na najua kwamba bado mnavuna kwa sasa hivi, labda kilo mnauza vipi kama sasa hivi umepata soko. Sasa hii soko iko si mbaya ingawaje soko wanasema wafaris. Ya, ina vari. So, kuna kuna kategori mara mbili, watachukua mara mbili Wakikuja wafuni watachukua mara mbili, watachukua uh, grade one. mm -hmm. alafu kuna grade two, mm -hmm. so grade one, mm -hmm. uh, per kilo inaenda shilingi kama, the other time tuliuza shilingi mia moja mia moja kilo moja. Na kwanini mnaita grade one, kwanini iko juu labda iko? yeah. so, uh -huh tofauti yake wana import wana export wanaenda kuuza mataifa ya kigeni huko. Kuhusu msimu wa mavuno, anasema kuna nyakati ambapo mazao huwa mengi zaidi, hali ambayo huathiri bei sokoni. karibia tufuni huwa unawekea mizizi mili hapo. Pia baada ya mizizi, unaona kama hivi inaanza Oh, uy, so unazungumzia for example kuna hii miezi tatu hmm. Alafu kuna ingine hii, hizi ndogo sasa nimepata. Kwa hivyo unasema kwamba faida ya mmea huu tofauti na mimea mingine, kwa sababu ndio tuna mimea na watu wana Changamoto bado zipo. Boaz anakiri kuwa licha ya maendeleo aliyoyapiga, upatikanaji wa dawa bora za kukabiliana na baadhi ya magonjwa ya parachichi bado ni tatizo kubwa kwa wakulima wengi. Mambo na dawa. Mm. Dawa dawa eh, very expensive. Mm -hmm. Na kupata pia ni ngumu. Mm. Kupata hiyo dawa ni ngumu. Mm -hmm yake uh, kuna... kuna... ni very hard kupata nini availability yake hakuna, yeah. Mm. Alafu kuna, kuna magonjwa mm. Auwezi, ni ngumu ujue ni ugonjwa gani asua. Sahi mm. Sahii kuna, kuna iliona dalili kwa, kwa nini ingine. Mm. Eh, kwa hii miti ingine ya, ya afkado mm. kuna kuna kwa mfano kuna hi ugonjwa zaidi hata, na mimi nimejaribu kuitafuta, sioni, nimeingia kwa mtandao, hizi ni nini? Yeah. Mm -hmm. Ni ugonjwa oh. mzimu, mzimu oh. changamoto ambayo mnasema, na kwa sasa hivi unasema hujaweza kupata suluhisho dawa. Okay, ndio, yeah. Mtazamaji, nadhani unatazama na unaona, uh, natueleza mkulima Boaz kwamba msimu jana hawakuwa na hawakuweza kuona vitu kama hizi ambazo zinatokea katika matawi haya ya mtu wa, anazungumzia mmea wa avocado, lakini kwa sasa anazungumzia hapo na anasema hata baada ya kuangazia kwenye mitandao ya kijamii kule kwenye YouTube, bado hajaweza kupata solution na vilevile hata dawa yenyewe hajaweza kuipata. Na najua kwamba kuna wale ambao wanatazama, kuna wakulima, kuna watu ambao wamekuwa hapa na wanajua, na wataalamu, labda mtakapo pale kwenye comment section, na wale ambao bila shaka wanatusikiliza, mnaweza tueleza labda tatizo e, ni lipi? Ugonjwa huu ni upi, yake, ni ipi. Kumiju, kubwa, okay. Ni upi na dawa yake. Kwa hivyo nazungumzia ndio changamoto. Aidha, soko la ndani limekuwa kikwazo kikubwa, hasa kati ya mwezi Machi hadi Oktoba wakati serikali inapozuia usafirishaji wa parachichi kwenda nje ya nchi. Katika kipindi hiki wakulima hulazimika kusalia na mazao bila wanunuzi wa uhakika huwa wanafungua sana sana kuanzia mwezi wa tatu hadi mwezi wa kumi watafungua export matunda. So wakati serikali watakuwa wamefunga, huwa tunaangaika mali, tunapeleka soko, soko inakosekana, labda soko ikirudi sasa. Hiyo changamoto kubwa. Kwa vijana waliomaliza masomo, hasa kutoka vyuo vikuu, Boaz ana ujumbe mzito: kilimo kina nafasi kubwa ya ajira na kujitegemea endapo kitachukuliwa kwa umakini na mtazamo wa kibiashara mm. Kitu naweza advise vijana uh, mm. ni eh, uh, kama wako na shamba wanaweza fanya ukulima mm. na si ukulima wa avocado mm. peke yake, wanaweza fanya ukulima tu yenye wanaona inafanya kwa sehemu mm. mm hii -hmm. kama huko kwetu vijana, huko nawahimiza sana mm. wapande angalau hata miti kumi mm. ya avocado mm. ah mm. uh, watapata uh, kipato kizuri kizuri, yeah. Asante sana. Mi, miti kumi, tunazungumzia miti kumi, ametueleza ah, kwa sasa hivi ukipata yeah. mti mmoja unapata kilo zako elfu moja, hiyo ni tani moja, ni tani moja. Na ne, kwa hivyo ukiwa na miti kumi ni tani moja yeah. already. yeah. na uko na pesa zako ambazo utakuwa na amezungumzia, si kilimo hiki tu kwa sababu unaweza pata labda, unahitaji pesa nyingi sana kuanza, lakini unaweza anza na kilimo ambacho bila shaka kitakupatia nafasi baadaye uweze bila shaka kuja kupata Uh, kwanza na kulima uh, kulima huu avocado kwa upande wake Boaz bado hajafika tamati. Mwaka huu pekee amepanga kupanda miti mingine ya parachichi takriban 150 akilenga kuongeza uzalishaji na mapato kwa. Ningetaka kupanda miti kama zaidi ya 150. mm-hmm. 150, 150. Hiyo ndio malengo yako ambayo umeweka malengo yangu Eh, tunakutakia kila lakini, anajua kwamba si mwisho tu kwa sababu najua tutarejea tena wakati labda mnavuna. Tunapokamilisha makala haya, Boaste Boy ana ombi kwa serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuimarisha utafiti, upatikanaji wa dawa bora na masoko ya uhakika kwa wakulima wa parachichi. Nikitu ningaomba serikali watusaidie ni watusaidie na dawa, mm. Eh, angalau watu, watusaidia watu na watu wako na wataalamu msaidie, tunafahamu ni ugonjwa wapi na dawa na dawa na dawa ni gani. Haya, pili, hii sehemu yetu ni mm. tunasemanga water catchment area uh, ah mm. uh, mm. mm -hmm. uh, chemsusu ndio ipo hapa chini, ukitazama hapa ni mtoni, ndio sasa na wanasemanga na natural river. Ndio sasa mimi mm. kitu ningeomba serikali mm -hmm. angalau uh, anulia watu wa sehemu hii hmm. Wapande mtu kama huu watakuwa uh, wamesaidia kwa environment. Ndio uh, hmm. Sehemu hii water catchment area hmm. uh, na watu watakuwa wanafaidi tena, wakipata pesa wakiuza hmm. So ombi langu kwa serikali ni Aidha anaelekeza ujumbe wake kwa serikali ya kaunti ya Baringo, mbunge wa eneo la Eldama Ravine, mwakilishi wa waadi wa Lembus na viongozi wa eneo hili kuunga mkono wakulima kupitia mafunzo, miundo mbinu na sera rafiki. Sasa changamoto changa nyingine ni eh, mambo na barabara wakati tunafuna. mm -hmm. eh, ku transport ama kupeleka hadi kwa eh, barabara mm -hmm. ni, ni changamoto kubwa sana mm -hmm. Nikaomba angalau mm -hmm. eh, serikali ama County government County government ya Baringo mwachon aswa tarafu filage village mm. Uh, wow. Watufanyie namna tu mambo na barabara ni uh, stima kuna mm. uh, maji nene mm. Nikuambia hii maji akona expitue mai kosa maji maji tu inapita hapa ndio. Uh, tungekuwa na stima mm. angalau stima ama serikali watusaidia na sona mm. uh, tu, tungekuwa tunafanya mambo na irrigation mm. mm. ukiangalia avocado mm -hmm. uh, sahii tungekuwa tunanyunyisia maji nah. Inyi avocado tunapanda mne, mne, mne, mne, mne mboga. Mboga. Ndio, yeah. Kwa hakika, safari ya Boaz ni ushahidi kwamba kwa maarifa sahihi uvumilivu na msaada unaofaa, kilimo cha parachichi kinaweza kubadili maisha ya mkuu. So, nashukuru sana. Na karibu. And thank you so much. Asante sana. Sisi tushamaliza makala yetu ya wiki hii, na kama ambavyo nilikueleza, kutoka kwenye mbegu hadi kuwa kwenye mche, na sasa hivi tunazungumzia hadi kuwa mti ambao, ukiangazia sasa, washavuna na bado kuna matumaini kwa sababu ukiangalia kama ambavyo unaona nyuma yangu unaona tofauti ya matunda ambavyo yapo kulingana na vile ambavyo yamekuja katika msimu huu. Hivyo ndivyo nazungumzia zao hili la avocado, linafanya katika maeneo haya, nazungumzia Mwachon katika Koibateka sub-county, na vilevile nazungumzia kwenye Eldama Ravine constituency. Kwa hivyo kutoka kwangu hapa, naitwa kama Waidhaka, tuko katika makala ya kilimo tukiangazia mbinu na tukiangazia pia wakulima mbalimbali mbali, ambao wamejikita kuhakikisha kwamba angalau taifa linapata chakula cha kujitosheleza na zaidi pia kuinua uchumi wa taifa na vilevile vile pia kuboresha maisha yao. Kwa hivyo wacha mimi nikomee hapo. Wiki ijayo, panapo majalo yake Mwenyezi Mungu, sijui tutakuwa wapi na tutakuwa tukiangazia zao lipi. Kwa hivyo Mungu aniweke hai na akuweke hai, tupatane hiyo siku. Kuwa na wakati mwema.